Serikali ya Kiislamu hawezi mwanamke huyo akawa ndio wa juu kabisa, lakini kama si ya Kiislamu, si ya Kiislamu e, kama si ya Kiislamu anaweza akawa, lakini kama ya Kiislamu hawezi kuwa huyo, na wala hawezi kuwa mwanamume ambaye si Muislamu. Wasiangalie huko tu. Ah, hata kama mwanamume, kwa sababu masuala ya zakari pia hayana nafasi <laughs> sio hiyo, hiyo. Kwa hiyo kama ya Kiislamu, tunasema mwanamke afai huwa ndio kiongozi wetu wa juu. Lakini sio huyo tu, hata mwanamume tumwangalie kama si Mwislamu, pia tumwambie na wewe ufai. La, kama si ya Kiislamu, huyo anafaa na huyo anafaa. Uislamu hakuna mahala ulipomnyongesha mwanamke, lakini wala hatutarajii kwamba mwanamke anaweza kupata heshima au hadhi katika mazingira yoyote nje ya Uislamu.

ya nafasi ya mwanamke katika Uislamu, lakini khutba ilikuja kwa lugha ya Kiarabu. Lakini ndio tayari khutba ya nne ikaja ya tano, tarjama au tarjuma ya hiyo. Na kwa kuwa madude haya yaliopewa mazito haya, na kwa kuwa ulichotakiwa ni kufunga maelezo yangu, yakiwa kama ni muhadhara, itabidi aje mtu mwingine afunge. Mimi niseme tu kwamba kwanza namshukuru Allah tabaraka wa taala kwa wahadhiri wetu waliowafikishwa vizuri na Mwenyezi Mungu kwa mada walizowasilisha kwetu. Kwa kweli, Allah amewawezesha wametumia elimu kwa kiwango cha juu na kwa ufasaha mkubwa, na kwa kadri ya maarifa mafupi niliyonayo wamesibu sana. Mwenyezi Mungu awafungulie zaidi na sisi tuliosikia hayo ya kheri, atupe uwezo wa kuyafanyia kazi. Lakini jingine ni kwamba haya tuliyasikia yote, imekuwa ni mzigo kwetu, kwa sababu wafikishaji wamefikisha. Ni kila mmoja wetu akitoka hapo aangalie tunaanzia wapi, ili hawa wanawake ambao tayari washanyushwa sumu, tayari wash aiwa tayari washadanganywa, wakidhania kuna haki zao zimekaliwa na wengine, kwa sababu tunaona hizi kelele za kuwa haki za mwanamke zimepuuzwa, haki za mwanamke zimedororeshwa, haki za mwanamke zimenyongeshwa. Ni kelele za wanawake wa sio tu wasiokuwa Waislamu, hata Waislamu. Wallahi, ni mara kadhaa wanakuja watu kufungua mirathi katika maeneo husika, wanaulizwa kwenye mahakama za mwanzo, mnatakaje? Mnataka kurithi kiislamu au kawaida? Ni mabinti wa kiislamu sasa, tuii sawa sawa tu bwana, sisi na kaka zetu tuende sawa tu. Si kwamba wanaona kuna kupunjwa, lakini wamekinaishwa kwamba wanadhulumiwa. si sahau mmoja wa watu jasiri wa watu almarhum Sheikh Qasim bin Hemedi Mtarawanji, yeye alipoenda na dada zake mahakamani pale, na alikaja swali hilo hilo, mtarifi kiislamu au mtarifi sawa kwa sawa madada na makaka, ili waepukane na ile lildhakari mithlu hadhi lunthaini -um ambaye ni sheria za nani za ambiya wao wakaamua kuwa wafuate sheria za aghbia. Nadhani hii alizungumzia kwa upana Sheikh Izuddin Allah muhifadhi. Basi wale bimil ifami wala hawaku hawakusuasua, wakasema: tunataka turithi kisawa sawa tu, kwa maana mwanamke na mwanamume tuende sawa, hamtaki hizi sheria za Mwenyezi Mungu, hizo za ukandamizaji za dhulma na kadha. Alichofanya kaka yao Msimamizi wa mirathi alimwambia, Mheshimiwa Hakimu bwana, kuanzia sasa mirathi hiyo itagawiwa kwa hawa na hawa, wamesharitadi na kama wamesharitadi, ishawathibiti kwao ile ikhtilafu dini. Kwa hiyo hawapati hata ndururu. Kwa kukataa Uislamu wamesharitadi, na hawapati kitu, kwa sababu hakuna kurithiana kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Nimetoa mfano huu kuonyesha kwamba huu uh, au haya madai ya udhalili, wapo miongoni mwa wanawake wa Kiislamu washajiridhisha washa kwamba kweli wanadhulumiwa, na wanaona ile kutoka nje kwa lebo za matangazo ya dawa za meno, sabuni, bali hashaku mchupi, wanaona ile ndio kuhaririwa. Sasa mimi nachotoa wito kwamba kila mmoja wetu atengeneze mpango kazi nyumbani kwake ili kuwafikia hawa kina mama, tuwaambie ukweli kwamba nyinyi haki yenu ni hii, na sahau mwandishi wa kitabu kile alioandika akimkhatib mwanamke makanaki rahmadi. Hichi kitabu chote anamzungumzia mwanamke, na kwamba atoke huko alikoburuzwa. Mamba akitaka kummaliza mtu humvutia kwenye maji mengi. Wanawake wengi wa Kiislamu washavutwa kwenye maji mengi kule ili wamalizwe. Sasa tujitahidi kuwarudisha nchi kavu huku, wale barmai wanaweza kuishi kule na huku tuwarudishe huku, ili tuwaambie ukweli kwamba neno kukombolewa ni kutolewa katika utumwa au dhulma fulani. Sasa unakombokaje endapo unatoka kwenye mikono ya Allah, tabaraka wa taala na kuingia katika mikono ya shetani? Unakombokaje? Unakombolewaje mwanamke wewe? unapoondolewa katika sharia za anbiya unaletwa kwenye sharia za aghbia. Tufanye kazi, sio tunatoka hapa hasa kuna wali eh? Eh, huko wali walidaini, sio tunatoka hapa tunakula wali tukaona imekwisha. Kwa kweli, lazima kila mmoja wetu ajitengezee mpango kazi, namna gani tutaanza kuzikomboa familia zetu na majirani zetu na wengine, ili hii tauia ya kujitambua ifike mahala pake. Angalia maelfu ya wanavyuoni wa Kiislamu wametajwa, angalia maelfu ya wanavyuoni wanaume wametajwa, waliopata ilmu kwa kina mama. Kwa hiyo kila kona utakuta hawa kina mama katika Uislamu wana nafasi yao ya juu, bali hata ujasiri katika mifano ya uongozi. Tunasema hakuna katika hawa

lakini riwaya zinatuambia nyuma kabisa, anaibuka mwanamke athna alkhutba. Mwanamke na hasemi ya khalifa kadha, hapana, ya Umar: ewe Umar, kwa nini una, unatoa wito kwenye khutba yako kwamba mahari ziwe za chini, wakati Allah ametupa mahari iko free kiasi chochote kile? Ni kwenye ile aya mkitaka kubadili badala ya huyu wa ataitum ihdahunna qintara. Qintar siyo ndururu, qintara ni lundo la fedha. Allah ameonyesha kwamba tuweza tukapata hizo. Wewe kwa nini unaweka limitation isizidi hapa? adala ya pande mbili tumetaka uone mwanamke wa Kiislamu alivo alivoleleka kijasiri, mbele ya kiongozi mbabe asiyechezewa anapinga katikati ya khutba na uadilifu wa upande wa pili. Riwaya zinatuambia Umar akakumbuka akasema, asabati lmar'a wa akhta Umar, mwanamke amesibu kweli. Sina sababu ya kulimiti mahari, iwe ni jambo la makubaliano tu wenyewe. Mahali shahidi kwamba hakutiwa ndani, hakukemewa Uislamu umeiz ule uja na kike wake na ukweli walichokisema. Sasa tatizo ni kwamba karne zetu hizi kwa hicho kilichofanyika eh, na karima maneno, ndugu yangu, hizi sharia za aghbia zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa kumfanya mwanamke awe sijii, tumwite mke tu, maanake ule uja na kike ule kusudi katika Uislamu haupo, amekuwa ni uluba, kitu cha kuchezewa naye mwenyewe amejiridhisha kwamba yupo kwa ajili tu ya kuburudisha wengine, na wala hana risala samawia inayomhusu. Sasa ni kazi yetu sisi tuliosikia haya maneno mazito yaliyotoa na wanavioni, kuifanya kazi kwa maeneo na majukwaa tunayamudu, ili mwanamke ajue kwamba hiyo ni propaganda, lengo ni kumtoa nje ya ulingo wakumbatie mpira kwa pani iwe mchezo umeishia hapo. Ukweli ulivyo, risala ya mwanamke katika Uislamu ni kubwa sana. Sitaki kuyarudia haya, itoshe kwamba wana sura nzima kwa jina, lakini itoshe kuwa ibada ya hija moja ya nguzo zake ni assai baina Safa wal Marwa. Ukiangalia kwa falsafa yake ni kuenzi Allah anaenzi habari na ujasiri na jambo la mwanamke bali ukirudi mbali zaidi, hata hiyo historia ya uwepo wa mji wa Makka tunasema uswahilini, thamana Mungu ni, thama ni mchango wa mwanamke. Kama Allah sikuweka mazingira ya kuja Ibrahim akaweka dhuria pale biwadi lghairi dhizarai, na hatimaye mama huyo akenda huku na huko, kwa kweli hili kuwa ndio chanzo, ni michoro ya awali, ndio sababu za hatimaye kupata mji wa Makka. Ndio maana tunawaambia akina mama, kama hija ingekuwa ina wenyewe, basi wenyewe ndiyo nyie. Mimi sitaki kuwa mtoa mawaidha wala mtoa mhadhara, ni mfungaji wa hili jambo. Kikubwa ni kwamba yanosema na wanavyuoni wetu ni maneno murwa sana, maneno ya kufanywa kazi, na bahati nzuri wengi wenu meyanasa hayo, yashiisie kwenye kunaswa yakafanyiwe kazi kila kona mtu useme ukiwa umetembea kifua mbele kwamba kwenye elimu tuko hivi lakini, lakin, tukilinganisha hapa na hapa nani amepata zaidi? Aa, ni wewe. Ili wajijue kwamba kumbe hawakombolewi, bali wanapelekwa kwenye maji mengi ili waweze kudhurika haraka. Niseme tu kwamba mimi namshukuru Allah tabaraka wa taala kupata fursa hii na hasa kupewa fursa ya kufunga ili muda wote, na mimi niwe nimepata wingi wa elimu. Allah wabariki wahadhiri wetu na wale ambao wamesababisha kuweza kuwaita maulama hawa ili waongee na sisi, lakini Allah, Allah yakafanyiwe kazi. Swali ambalo tunaulizwa sana ni la kiuongozi, tunaulizwa sana mwale. Hata ukisema hivi pengine baadaye utaulizwa, mwanamke anaweza kuwa kiongozi katika Uislamu? Wakati imekuja lan yufliha qawm wala amrahu mra. Kwa kweli majibu haya hakun urida bihi albatil, haimaanishi hawakusudii mwanamke yote, mara nyingi wanakuwa na mwanamke maalum ndio wanokusudia. Sasa wewe usijipeleke huko, usijipeleke kwenye maji mengi, sema hivi kama serikali ni ya Kiislamu mwanamke wa Kiislamu hawezi kuwa ndio kiongozi wa juu wa mwisho, lakini kama si ya Kiislamu, huyo hawezi kuwa kiongozi na hata mwanamume kama si Muislamu. <laughs> Nirudie. <laughs> serikali ya Kiislamu hawezi mwanamke huyo akawa ndio wa juu kabisa, lakini kama si ya Kiislamu. E kama, kama si ya Kiislamu anaweza akawa, lakini kama ya Kiislamu hawezi kuwa huyo, na wala hawezi kuwa mwanamume ambaye si Muislamu. Wasiangalie wasi huko tu, hata kama mwanamume, kwa sababu masuala ya dhakari paya hayana nafasi sabu, <laughs> sabu sio hiyo. Kwa hiyo kama ya Kiislamu tunasema mwanamke afanye huwa ndio kiongozi wetu wa juu lakini sio huyo tu, hata mwanamume tumwangalie kama si Muislamu pia tumwambie, na wewe hufai. La, kama si ya Kiislamu huyo anafaa na huyo anafaa. Tunaishia hapo. Swali hilo linafanana, na nilikuta mahala pamoja, mkoa wa Kagera, linafanana maswali kama haya ku, ya kusumbuana akili. Ah, kuna msikiti mmoja kuna wanyonge wanyonge pale wenyewe wanatembeza vikofia kila baada ya swala ili kukusanya tabarruat. Na hao wengine wamejipanga vizuri wanapata misaada kutoka nje kabisa. Nje ya nchi. Sasa ikawa na bughudhi wapi mtume alikuwa anatembeza kofia? Wapi hivi? Wapi hivi? Wapi hivi? Wapi wale maskini wakawa wananyonyea. Sasa kulikuwa na semina, baadhi yetu tulialikwa, akatokea mmoja akachomeka ile swali, kwa sababu swali alikuwa anaandika Bahati nzuri tulijua hiyo tabia, tukasema kwa kweli wakati mtume haikuwa na tabia hiyo ya kofia, lakini pia wala tabia ya kwenda harabuni kwamba misaada <laughs> haikuwepo. Pia faboita alladhi <laughs> kafara shida ikaishia hapa. <laughs> Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh lete <laughs> ulichonacho. Allah tubariki, Allah tupe moyo wa kuifanyia kazi tunayoyasikia, tuishi katika dhima zetu na kuwa kuita na kuwalingania watu wetu ili warudi katika mahali pake. Lakini kwa kweli, Uislamu hakuna mahala ulipomnyongesha mwanamke, lakini wala hatutarajii kwamba mwanamke anaweza kupata heshima au hadhi katika mazingira yoyote nje ya Uislamu <tod>